Hii ni booster, ni 5 in 1 imeandikwa ni katika lebo hapa. Hii ni kwa ajili ya maua, ni vitamins kwa maana ya inaboost maua yako, lakini pia ni tiba kwa maua ambayo yana changamoto ya fungus na namna ya ukuaji. Basi ukipiga hii booster, ua lako linakuwa linaboreka. Hapa mimi ninapiga katika maua ili ua lina changamoto kidogo, lina fungus. So ninalipiga kwa ajili ya kulitibu lakini pia kuliboost. Na uh, hii booster unaweza kupiga kwa maua ambayo tayari yana changamoto ama maua ambayo hayana changamoto yoyote kwa maana ya kulipa kinga na kufanya liwe bora. Sasa mimi huwa napiga kwa mwezi angalau mara mbili, namaanisha kila baada ya wiki mbili napiga hii booster. Sasa ngoja niende bandani. Hapa kuna zinia hizi zini, niliotesha mbegu kisha nikaja kupanda miche hapa. Naona ziko vizuri, hizi hazina shida na tayari zimeshachanua. Sasa twende bandani kwa ajili ya kupiga dawa hii ama booster hii. Napiga katika maua haya. Maua hayana changamoto yoyote, lakini ninapiga kwa ajili ya kinga na kuzuia sasa vile vimagonjwa magonjwa ambavyo vinaweza vikazuka, napiga katika maua yangu. Kama utahitaji booster, sisi tunazo, tunauza na tunatuma mikoa yote, kama ambavyo tunafanya kwenye maua huwa tunatuma. So kama unahitaji, usisite kututafuta. Unaweza ukatu DM, unaweza ukaandika WhatsApp. Namba zetu zipo kat karibia katika kila post tunaweka namba zetu. Karibuni pia, tunatoa ushauri juu ya utunzaji wa maua. Tupo Morogoro lakini kama nilivyosema, tunatuma mikoa yote, so hata ukiwa mbali, usisite kututafuta. Tutakupa huduma yetu kwa ukaribu zaidi. Bye bye.